kitabu cha Wagalatia tano mstari wa kumi na sita mm. Wagalatia tano ishirini na mbili inavyotaja matunda ya Roho. Pindi tutakapotoa yale matunda ya Roho, tutajua hakika uko na Mungu amena. Na kitu cha kwanza katika maisha yako unatakiwa kuogopa, wa kuandika waandike, wanaoshika sana washuke. Jambo la kwanza, usiogope maneno ya watu lakini ogopa kushindwa

Hata kama utawafanyia mema namna gani, my friend, bado tu watakufanyia mabaya, kwa sababu nyoka, nyoka inamkula mtu nyoka ui mtu, kwa sababu ya roho mbaya, lakini nyoka inamuma mtu kwa sababu ni asili yake. Hata ukifunga nyoka itakukula tu awaugaji kile kitu uka watu, hata ukiwafika leo hata ukivalisha leo lakini baada ya kugeuza mgongo, watakunenema. Sasa maneno ya wale watu ya yasiku yasikufanye utashindwa, kwa sababu siku utashindwa, na mwenye hange wezaka kukusarau atakusarau, na mwenye ange tu kidole. Bwana Yesu ulishindwa, asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo nataka nikwambie jambo, mama yangu uko hapa, ogopa kushindwa maisha ogopa kubakia njiani katika safari uliyokuwa nayo, ogopa kurudi nyuma. Kama umeamua kumshika Mungu, mushike Amen. Au utapendeweka na watu yote angalia kipindi ulikuwa tumboni mama yako, kuna watu walikritikele kwa maisha leo, mwenye limshindwaka hata furahi yenyewe uko nayo leo, mwenyewe ilimshindaka aweza kafurahi, lazima tu asine sasa, na akisema pana Mungu. Kitabu cha Wafilipi sura ine mstari wa kumi na tatu iko nasema ya kwamba nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Kumbe, yule Mungu anayemshikilia ndiyo Mungu atakusaidia kushinda majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Walio naandika, walio na wanao andika, wachukue kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura yake ya tano sura ya kumi na tano mstari wa tisa mambo ya Nyakati wa pili, msome tu pale, huko habari ya mfalme Asa. Ule mfalme ni mchukuluza wa Suleiman. Amina. Hapa ni baada ya, ya Israeli na Yuda kujitenga, kabila kumi na mbili za wana wa Israeli kabila mbili kaenda upande wake, na kabila kumi kaenda upande wake. Sasa kwa utawala wa Mfalme Asa ukainuka vita. Ile vita ilipoinuka ikabidi apigane, na alipopigana akashinda. Au watu kutoka kwa hizi kabila kumi, baadhi yao wakatoka wakakuja huko Yuda kutafuta msaada. Nachomaanisha ni kwamba kipindi utaweza, kipindi utafaulu, hata ule hata kama watasema au utakufa

hakuna kile kitaharibika. Samsoni walipomnyoa nywele, bali waliweze na kitu kinaisha, lakini wakasalida kama iko na kichwa, nywele tena zitaota. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukuambia hivi ya kwamba, hata kama watakuangusha watatena wakuue lakini juu yeah, uko na Yesu utashinda. Kwa hiyo nakusisa, mama yangu, baba yangu, dada yangu, dodayangu, usishindeki nyuma yako Mwenyealishindwaka awezi penda uendelee, usishindwake mubiashara yako mwenyewe. Alishindwaka awezi kwenda uendelee, usishindwake muhuduma yako mwenyewe. Ilimshindaka awezi penda uendelee. Kipindi wataona na mshika Mungu sana, watasema tu sana tu, ni kawaida ya mwanadamu, lakini usiyasikilize yao, sikiliza Mungu anasema nini. Tume katika jambo la pili. Usiogope kufanya kazi yoyote ambayo inaweza kukupatia matunda mazuri, lakini ogopa watoto wako kukomaa vibaya. Narudia. Amen. Usiogopaki kufanya kazi yoyote ambayo itakupatia matunda mazuri, lakini ogopa watoto wako kukomaa vibaya. Ogopa watoto wako.